Karibu sana tuangazie sehemu muhimu ya kwenye klabu ya Manchester, na hii ni sehemu ya golini ambako yuko Andre Onana pamoja na Altay Bayindir, lakini pia akiwepo bwana Tom Heaton. Hawa wote kwa nyakati tofauti bado mambo hajakuwa poa, hakuna mwenye levu ya Peter Schmeichel, hakuna mwenye levu ya Edwin van der Sar, hakuna mwenye levu ya David De Gea. Inaelezwa kwamba huenda Onana akasalia, lakini taarifa zingine zinasema Manchester wanatafuta goalkeeper mwingine kuna magolkipa wa nne vijana ambao wanatajwa zaidi wakipewa chapua ya kuweza kujiunga na Manchester. Ni golkipa namba moja ni Lucas Chevalier kutoka klabu ya Lille ya pale nchini Ufaransa, ana umri wa miaka 23. Huyu ni moja kati ya magol kipa bora sana kwa sasa kwenye ligi ya Ufaransa maarufu kama Ligue 1 ama wengine wakiita le champion, akiwa na takwimu nzuri za kudaka pamoja na kufanya save na anaelezwa kwamba kwa msimu huu ndiye golkipa ambaye amefanya vizuri zaidi pale nchini Ufaransa, katika Ligue 1. Ana uwezo mkubwa wa kuweza kucheza mipira mifupi pamoja na mirefu. Kifupi naweza kusema huyu ni golkipa wa kisasa zaidi ambaye yuko pale kwenye klabu ya Lil, na akiwa na urefu wa futi 6.2, pamoja sifa zake za ziada ni kuweza kuzidaka kona kwa umahiri kabisa, kwenye anasema ni moja kati ya watu classic golini. Lakini kila golikipa huenda anakuwa na changamoto zake, lakini pia golikipa huyu kutoka nchini Ufaransa, yeye changamoto kubwa ambayo anayo katika umri wake wa miaka 23 ni mtu mwenye wasiwasi mwingi sana, ni wale watu ambao sio, tunaweza kusema ana mapepe. Na thamani ya Lucas Chevalier kwa sasa ni pauni milioni 30, na lilo ameweka kiasi hicho cha fedha ambacho wao wanaweza kumruhusu. Kwa hiyo kama Manchester itaweza kutoa kiasi cha pauni milioni 30, ili uh, watakuwa tayari kumwachia golikipa huyu ambaye anacheza vizuri sana kwenye klabu hiyo. Na ripoti kutoka nchini Ufaransa zinaeleza kwamba Manchester wameanza kuangazia mkataba wa bwana mdogo huyu ambaye utakuwa na malizika mwaka 2027. Golikipa namba mbili si jina geni usi mwingine ni Zion Suzuki, goalkeeper anayedaka kwenye klabu ya Parma ya pale nchini Italia, miaka ishirini na miwili. Zion kwa mara kadhaa, mara tatu, mara nne, amewahi kujaribiwa kuja Manchester lakini amekuwa akikataa. Kwa hiyo itakuwa si mara ya kwanza hii, itakuwa ni mara nyingine kujaribiwa. Wenyewe wanasema huyu ni goalkeeper mwenye miguu ya dhahabu, akiweza kupiga pasi kwa usahihi wanakuambia huyu alipaswa kuwa kiungo, namna ambavyo anapiga hizo pasi. Kwa hiyo miguu yake ya dhahabu pamoja na uwezo wake wa kulinda nyavu kwa mikono ni kingine ambacho kinatajwa zaidi katika uh, sifa ambazo anapewa. Lakini changamoto yake kubwa ni goalkeeper ambaye ana maamuzi ya papara. Huyu pia ni mwingine ana mapepe hivi. Thamani yake alinunuliwa kutoka uh, Tuden kwenda Parma kwa euro, uh, euro milioni euro milioni 7.5 lakini Pama wao wako tayari kumwachia kwa kiasi cha euro a, milioni 40 mwishoni mwa msimu. Kweli kuweza kumpata Bwana Zion Suzuki, Manchester watalazimika kutoboka kutoa kiasi cha pauni a, milioni 40. Kipa namba tatu ni Sene, wanamuita Sene Lasmans, ana miaka 23 huyu ni golie kwa sifa alizonazo Huyu ni golie, huyu ni kama David De Gea, ni nyanda haswa. Ana urefu wa futi 6.4 na ana uwezo mkubwa sana wa kufanya save za mashuti yale ya karibu, na amekuwa golkipa ambaye anafokea ngome zaidi. Ana sifa ya kuweza kuiongoza ngome yake ya ulinzi kuweza kufanya vizuri, lakini kasoro yake kubwa ama changamoto yake kubwa alio nayo ni uwezo wake wa kupiga zile pasi ndefu long balls, ni wanaita hivyo. Uh, si mzuri sana, lakini kama anaweza kupata walimu wazuri pale United anaweza kufundishika. Inaelezwa kwamba Sene ni moja kati ya magolkipa ambao wana potensho kubwa barani Ulaya kwa sasa, hivyo Manchester inaweza kumwangazia golkipa huyu mchanga ili kuja kumsaidia either Andre Onana ama kuja kuchukua nafasi ya kuiongoza Manchester kwenye ile milingoti mitatu. Thamani yake inathaminishwa kwamba ni kiasi cha pauni milioni 20 mpaka 25 ili kuweza kuruhusiwa kuenda kwenye klabu yake ya Royal Antwerp ya pale nchini Ubelgiji. Kwao ni golkipa namba tatu. Joao Garcia ndio golkipa namba 4, ambaye anatajwa zaidi akidakia klabu ya Espanyol ya pale nchini Hispania, miaka 23 peke yake. Huyu ndio golkipa ambaye anazungumzwa zaidi nchini Hispania kwa sasa. Joao Garcia anashika rekodi ya kuwa goalkeeper bora msimu huu katika la ligi akifanya vizuri sana. Urefu wa futi 6.4 unamfanya ghasia kuwapa hofu sana washambuliaji, na inatajwa ni mzuri wa penati wa mashuti ya karibu, na ana uwezo wa kiongoza safu ya ulinzi na anajua kufanya zile save za 1v1, ni mzuri sana na anasifika sana kwa kufanya hivyo. Kwa hiyo ni golikipa mwingine ambaye anaweza kupewa nafasi ya kuja kumchallenge Onana au kuja kuchukua nafasi, ikizingatiwa kwamba magolkipa pia kutoka Hispania na magolkipa ambao wamekuwa wazuri. Angalia namna ambavyo alikuwa Iker Casillas, mwangalie mtu kama David he, lakini Santiago Canizares, utakumbuka miaka ile Valencia, mmoja kati ya magolkipa pia wazuri kutoka Hispania. Kwa hiyo Casillas anapatikana mwishoni mwa msimu huu wa majira ya joto, ambako Espanyol iko tayari kuweza kumwachia na kifungu chao wao Espanyol wanataka kiasi ambacho kinaanzia au ni milioni 25 kwa golikipa huyu mwenye miaka ishirini na mitatu. Afkiri Andrea Onana anapaswa kupewa msimu ujao ili kuweza kuprove kwamba yeye ni moja kati ya magolikipa bora, au Manchester ina haja ya kwenda kutafuta golikipa mwingine mwenye umri mdogo akitajwa Chevalier ambao wanasema ni goalkeeper wa kisasa zaidi, rasia kutoka Spain ambaye anang'ara kwenye La Liga bwana eh, Suzuki pamoja na Lammens ambaye ni moja kati ya goalkeeper bora kwa sasa. Nafikiri ni goalkeeper yupi anaweza kuja kuiboresha Manchester, ambayo kwa sasa inajipanga kuweza kurudi katika ufalme wake mgalau, kwa sababu unaanza kuona timu ikiwa tayari mipango mikubwa ya kuelekea msimu ujao. Maoni yako ni muhimu sana, tuandikia chini hapo maoni yako ili uweze kutuambia nini unakifikiri. Lakini kupitia linki ambayo iko chini hapo itakupeleka moja kwa moja kwenye ukurasa wa Instagram wa local content chao.